Moja ya kitu ambacho unatakiwa ukijue mapema kabisa ni nafasi ya ndugu wa upande wa mwenzi wako kwenye mahusiano. Yaani iko hivi, nafasi ya mama mkwe, nafasi ya baba mkwe, nafasi ya mawifi, nafasi ya mashemeji kwenye mahusiano yenu. Ndugu wa upande wa mwenzi wako wana uwezo mkubwa sana wa kuboresha au kuharibu mahusiano yenu. Endapo utashindwa kujua nafasi zao na wewe ukashindwa kusimama kwenye nafasi yako. Tumeona watu wengi sana wakiachana kwa sababu ya marafiki, kwa sababu ya ndugu, kwa sababu ya mama mkwe, kwa sababu ya baba mkwe kwa sababu mtu ambaye yupo kwenye mahusiano alishindwa kujua nafasi za hawa watu kwenye mahusiano. Sasa wakati wote, tambua kwamba ndugu wako pale kwa sababu ya mtoto wao, sio kwa sababu yako. Kwa hiyo wewe unatakiwa uongeze nafasi nyingine ambayo wataona mtoto wao amepata mtu sahihi. Wakati mwingine wanapohitaji msaada wa fedha, msaada wa ushauri, au msaada wa jambo lolote badala ya mtu ambaye ni mtoto wao kuruhusika, unatakiwa wewe uhusike. Maana yake, badala ya yeye kutoa, wewe unaweza ukatumika kama sehemu ya kutoa ili waone pia unathamini uwepo wao na nafasi zao kwenye mahusiano. Unaweza ukatumika wewe kuwashauri, unaweza ukatumika wewe kuwapa fedha. Hiyo itatengeneza muunganiko mzuri kati yenu na hao ndugu.